Seme tu mradi wa TACTIC nimeambiwa una thamani ya dola za kimarekani 410 na unafanyika kwenye miji 45 katika nchi yetu, na unahusisha kujenga miundombinu mbalimbali ya barabara, masoko na kadhalika kama ambavyo imeelezwa. Sasa yangu ni machache. La kwanza mesi, tumesema mradi huu sababu yake kubwa, namba moja, na ili timu yetu ya watendaji mlizingatie, sababu ya kwanza ya mradi huu ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Wananchi tunafahamu wanapata mahitaji yao katika masoko, basi wapate mahitaji kwenye eneo ambalo liko safi, lenye usalama na linalofikika fikika, ili mahitaji yale yasije kuwa na madhara kwenye afya zao na maisha yao. Ndo sababu kwenye soko hili, pamoja na maeneo yale wamesema ya kunyonyeshea watoto wachanga, kutakuwa kuna maeneo ambapo kuna vyumba vya baridi kuhifadhi mazao ambayo yanaweza yakaharibika, itakuwa hapa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kutoa huduma kwa wananchi. La pili, kuwasaidia wananchi wenye kipato kidogo kupata maeneo bora ya kufanyia biashara ili kuweza kuboresha maisha yao. La tatu, kwa sababu huu ni mkopo wenye masharti nafuu na kwa sababu soko litahitaji kutunzwa na kuendelezwa, kusafishwa na kulipia gharama ndogo ndogo, itakuwa ni sehemu pia ya kupata mapato kidogo. Lengo la mapato lisizidi dhamira ya msingi ya huduma kwa wananchi. Kwa maana hiyo, lazima tuhakikishe wale ambao walikuwa wanafanya biashara hapa, idadi yao ni kidogo kuliko uwezo wa soko, wapewe nafasi za kwanza. Waingereza wanasema first right of refusal, wapewe wao. La pili, tuweke mahesabu yetu vizuri kwa sababu mkopo lazima ulipwe, kwa sababu soko lazima lihudumiwe weke mahesabu ya gharama kwa watakaotumia soko hili, ziwe gharama himilivu, gharama watakazoziweza. Hatutapenda kama maeneo mengine tumeona, tuna soko hapa, walengwa wapo, waliodhamiriwa, lakini wanashindwa kufanya biashara kwenye eneo hili zuri, kwa sababu gharama ni kubwa sana lakini lazima tujue, wananchi lazima tutoe kuchangia uendeshaji wa nini, wa soko, si bure. Kwa hiyo kuna gharama nzuri zitawekwa ambazo mtaweza kuzihimili. Aliyeleta mradi huu ameuleta kwa mapenzi makubwa, kwa sababu anawapenda na anawathamini sana. Mnamfahamu. Dhumuni la nne la mradi huu halmashauri yetu sasa imetoka kuwa halmashauri ya mji tayari ni manispaa. Lazima tuwe na miundombinu inayoendana na hadhi ya manispaa, kwa hiyo inapendezesha mji na kuboresha mji wetu kulingana na hadhi tulionayo sasa. Hayo ndio mambo makubwa manne.